Nataka ufikirie matokeo unayopata sasa hivi, kisha ufikirie ni wapi ungependa kufikia katika upande wa fedha, yaani kile ambacho umelenga kukipata. Unajua watu wengi hawaielewi vizuri saikolojia ya fedha na ndio maana ni watu wachache sana wanaofanikiwa kuwa na fedha nyingi. Asilimia tatu tu ya watu wote duniani huwa wanapata takriban asilimia tisini na saba ya, ya fedha zote kwa miaka mingi nimekuwa nikiteseka nikifikiria kwamba njia pekee ya kupata pesa ni kufanya kazi kwa bidii, lakini baadaye nilikuja kugundua si kweli kwamba bidii yako ndiyo itakufanya uwe tajiri. Napoleon Hill aliwahi kusema, kama unaamini kwamba kufanya kazi kwa bidii na kuwa mwaminifu peke yake ndiyo kutakuletea utajiri, basi acha kabisa kufikiria hivyo, kwa sababu sio kweli. Napoleon Hill aliendelea akasema watu hawatajiriki kwa sababu wanafanya kazi kwa bidii sana, ila utajiri huja pale mtu anapojua kile anachotaka na chotaka, kutumia kanuni sahihi kupata kitu hicho. Kwa hiyo si bahati wala si bidii peke yake, ila ni kufuata mfumo unaofanya kazi. Mwaka 1968 nilikuwa na Lloyd Conant, alikuwa akishirikiana na Nightingale kwenye kampuni yao ya Nightingale Conant. Wakati huo nilikuwa nikifanya kazi kwake. Siku moja nilimuuliza Lloyd, uliwezaje kuanzisha kampuni hii? Kwa sababu sikutaka tu kujua kuhusu kampuni, ila nilishangazwa na jinsi walivyoweza kuanzisha kitu kipya kabisa ambacho hakikuwahi kuwepo kabla. Lloyd alisema kuna kitabu kimoja ambacho huwa nakisoma kila mwishoni mwa wiki. Baada ya hapo, sikutaka tena kujua kuhusu kampuni, ila nilitaka kujua kuhusu kitabu hicho. Nikamuomba kitabu hiko, akanipa nakala yake. Kitabu hicho kilikuwa kinaitwa The Science of Getting Rich, yani sayansi ya kupata utajiri. Unajua nini? Kuna sayansi ama mfumo maalum wa kufanikiwa kifedha. Ukiwa unataka kuongeza kipato chako na kubadilisha maisha yako kabisa, basi kitabu hiki ni kitabu muhimu sana kwenye maisha yako. Nina uhakika kabisa hiki ni moja ya kitabu bora zaidi ambacho una, unaweza kukisoma na kujifunza mambo makubwa. Nilianza kusoma kitabu hiko mwaka 1968 na nimekisoma kitabu hiki kwa undani sana, kana kwamba ni mwanasayansi ambaye anachunguza kitu fulani. Kitabu hiko kimenisaidia sana, kimenifanya nipate mamilioni ya dola. Mimi nilikuwa mtu wa kawaida tu, sina elimu ya juu wala sikuwahi kuwa specialist katika eneo fulani, lakini nilijifunza njia za kupata pesa na sasa ni Naweza pia kukufundisha na wewe kufanya hivyo. Nimeyachukua mafundisho kutoka katika kitabu hiki na kuyafanya kuwa mfumo kamili ambao unaweza kubadilisha kabisa namna unavyofikiri kuhusu pesa. Unakumbuka ile filamu maarufu ya The Secret, ilitengenezwa na Rhonda Byrne. Filamu hiyo ilitokana na kitabu hiki cha The Science of Getting Rich. Ndicho kitabu kilichompa wazo la kuifanya filamu hiyo. Zaidi ya watu milioni mia tano wameitizama filamu hiyo, lakini jambo muhimu zaidi ni kwamba programu ya The Science of Getting Rich inaeleza kwa undani kabisa jinsi mtu anavyoweza kufanikiwa kifedha katika maisha ya halisi. Na hapa sizungumzii tu furaha, upendo ama familia, ingawa hivyo vyote ni muhimu. Mimi ninazungumzia pesa halisi, kipato ambacho kinaonekana. Shuleni hatufundishwi kabisa jinsi ya kupata pesa. Ni jambo la kushangaza sana, watu wachache ndio wanajua siri ya kupata pesa lakini mimi nimeijua na sasa naweza kukuonyesha wewe jinsi inavyofanya kazi. Kwa mara ya kwanza nilipofanikiwa kupata zaidi ya dola milioni moja, nilijiuliza, nimewezaje kufanya hivi? Kwa sababu nililelewa nikiamini kwamba ili mtu awe tajiri lazima awe na akili sana, lakini mimi nilikuwa najua kabisa sina akili nyingi kiasi hicho, lakini bado niliweza kupata pesa nyingi. Sikuwahi kuamini kwamba Mungu huwa anawachagua watu fulani ili wawe matajiri. Wallace Wattles, ambaye ndio mwandishi wa kitabu hiki cha The Science of Getting Rich, alizijua siri hizi mapema na amechambua kila kitu katika kitabu chake cha. Ninakuhakikishia kitabu hiki kitabadilisha maisha yako. Mtu akikwambia fanye hivi ili uwe tajiri, usimsikilize, na wala usiwaangalie watu wengine Anza kukisoma kitabu hiki. Watu wengi walikuwa wanafanya kile ambacho nilikuwa ninakifanya, lakini hawakufanikiwa. Anza kukisoma kitabu hiki, soma kila siku. Kadiri unapokisoma, fikra zako zitabadilika na maisha yako yatabadilika kila siku. Kama mimi niliweza kufanya hivyo, na wewe pia unaweza. Soma na ufanye.